Kitendo hiki huwa kina vuruga familia kinasababisha kifo ujiko wa ndoa, mambo mbalimbali ambayo tunayashuhudia katika maisha wandoa. Huyo amejinyonga kwa sababu ya wivu wa mapenzi, huyo amefanya nini kwa sababu ya kitu. Unaona madhara yake, sababu yuko mbele, na tunaambiwa amewekwa katikati. Kwa hiyo tunamwangalia mama huyu, yuko katikati ya watu la wanaume na ananyoshewa vidore huyu vidore kwake na maneno ya watu hawa wanayoyarusha kwake, na tunamwangalia Yesu Kristo upande mwingine, tunamwangalia Yesu Kristo akiwa katika kazi yake iliyomleta hapa duniani. Kazi gani? um, yeye amekuja kutangaza habari njema, ufalme wa mbinguni, na ndio aliyokuja, na ndio maana mnasema kiangalia injili ya Yohane, kabla ya hii ya leo, tunaona kwamba kuko na wakati fulani mabishano makali yeye ni nani? Ni Mungu, na bishano makali juu ya utume wake, anayoelekea ana alika watu kwamba yeye ye ni mwanga wa dunia, na anawaalika no. watu kitaifa na na kimataifa liki wa Simba wamesema wana matumaini ya kupindua meza kwenye mchezo marudiano. Mchezo marudiano utapigwa Jumatano ijayo katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Mashabiki hao ambao waliambatana na timu huko Misri wamesema kwa jinsi wapinzani wao walivyocheza siku ya Jumatano wanaamini wakija kwa Mkapa hawatofurukuta. Wakati huo huo, rais wa shirikisho la soka nchini TFF Wallace Karia atakuwa mgeni maalum katika mchezo wa mkondo wa pili wa robo fainali ya Shirikisho Afrika dhidi ya Almasri utakaopigwa Jumatano hii kwenye dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Akizungumza na mashabiki wa Simba jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa kampeni ya hamasa kuelekea mchezo huo, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amesema pia wanamwalika mkuu wa mk Mchezo huo, tuondoke hapo twende katika taarifa nyingine, ambapo mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS imepokea rasmi rufaa iliyowasilishwa na klabu ya Young Africans dhidi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB na klabu ya Simba kufuatia uamuzi uliotolewa na TPLB wa kuhailishwa kwa dabi ya Kariakoo iliyotakiwa kupigwa Machi 8, 2025. Kwa mujibu wa barua ya CAS, walalamikiwa TFF, TPLB na Simba wamepewa siku kumi kuanzia tarehe ya kupokea taarifa hiyo ili kuandaa na kuwasilisha utetezi wao. Kesi hiyo itasikilizwa kwa haraka chini ya kumbukumbu namba CAS 2025 mkwaju A, mkwaju 11298 huku pande zote zikitarajiwa kuwasilisha vielelezo na hoja zao ndani ya muda uliopangwa. Tuondoke hapo tukaangalie taarifa nyingine, ambapo meya wa jiji la Arusha Maximilian Irage ameridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa uwanja wa Arusha ambao unaandaliwa kwa ajili ya michuano ya AFCON 2027 Tanzania, Kenya na Uganda wakiwa wenyeji wa michuano hiyo. Irage amesema kuwa kasi ya ujenzi wa uwanja huo imekuwa kubwa sana, na ni wazi sasa ujenzi wake utakuwa umefikia tamati mwanzoni mwa mwakani. Twende katika taarifa nyingine, ambapo meneja ya habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe hivi karibuni alishikiliwa na jeshi la polisi mkoani Tabora na kisha kuachiwa kwa dhamana baada ya mahojiano ya saa kadhaa. Kamwe alikamatwa na polisi usiku wa kuamkia Aprili 3, 2025 kwa madai ya kutoa kauli chafu dhidi ya viongozi wa serikali kuelekea kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC uliochezwa Aprili mbili 2025 katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi Tabora. Katika mchezo huo dhidi ya Tabora United, Yanga iliibuka na ushindi wa mabao matatu kwa sifuri. Kamwe atatakiwa kuripoti tena kituoni hapo Aprili 21 mwaka huu kwa taratibu zingine. Na kwingineko ni leo ligi kuu ya NBC Premier League inaendelea tena. Na leo hii ligi kuu ya soka Tanzania Bara itaendelea majira ya jioni kwa mechi moja ambapo Young Africans watawakaribisha Coastal Union katika uwanja wa KMC Complex. Tuachane na soka, twende katika mchezo mwingine ambapo ni tenis. Na Tanzania imebahatika kuwa mwenyeji wa mashindano ya Afrika ya tenis kwa vijana wenye umri chini ya miaka 14 yaliyoanza jana Aprili 6 hadi 13 mwaka huu katika viwanja vya Jimkana jijini Dar es Salaam Rajab Bori ni makamu mwenyekiti wa chama cha tenis Tanzania ambapo amesema maandalizi yote yapo sawasawa sawa. Na tunavuka mipaka katika anga la kimataifa, huko nako yako mengi kweli kweli. Tunaambiwa kocha wa zamani wa Liverpool Jurgen Klopp inadaiwa anafikiria kurejea katika kazi yake hiyo, ikiwa ni mwaka mmoja tu tangu alipoondoka Anfield mwishoni mwa msimu wa 2023, 2023. Klopp ambaye kwa sasa anahudumu kama mkuu wa upande wa soka katika timu zinazomilikiwa na kampuni ya Red Bull. Aliondoka Liverpool baada ya kuhudumu kwa miaka tisa na kushinda mataji makubwa ya ndani na nje ya England. Mara kadhaa amekuwa akihitajika na timu mbalimbali barani Ulaya lakini amekuwa akikataa na kusisitiza bado anahitaji kupumzika. Hata hivyo, timu hizo zimezidi kutaka kumsajili na kwa mujibu wa tovuti ya TBR Football, kwa sasa kuna timu tatu zinazomhitaji kuelekea msimu ujao. Twende kule Saudia, ambapo mabosi wa Al Ittihad ya Saudi Arabia wana imani kubwa kuwa mshambuliaji wa Liverpool na timu ya taifa ya Misri Mohamed Salah mwenye umri wa miaka 32 atajiunga nao katika dirisha lijalo la majira ya kiangazi mara baada ya mkataba wake na Liverpool kumalizika. Salah, ambaye hadi sasa ndiye anaongoza kwa utupiaji msimu huu, anapewa nafasi kubwa ya kuondoka kwa sababu Liverpool haijaonyesha nia ya kutaka kumsainisha mkataba mpya wakati muda ukizidi kuyoyoma. Matajiri wa Saudi walitaka kumsajili tangu dirisha la majira ya kiangazi mwaka jana, lakini ikashindikana licha ya kuweka mezani zaidi ya paundi milioni 150 kama ada ya uhamisho na mshahara unaokaribia paundi milioni sabini. Twende kule Uturuki kwake Jose Mourinho na Fenerbahce yake, ambapo Jose Mourinho amejikuta tena katika mzozo mwingine baada ya kuzua tafurani kubwa katika mechi ya robo finali ya kombe la Uturuki kati ya timu yake ya Fenerbahce dhidi ya Galatasaray salai, mchezo uliomalizika kwa Fenerbahce kulala kwa mabao mawili kwa moja. Katika mchezo huo uliochezwa kwenye uwanja wa Sukru Sarakoglu ambao ni uwanja wa nyumbani wa Fenerbahce, Mourinho alionekana akimshika pua kocha wa Galatasaray Okan Buruk, kitendo kilichosababisha vurugu kubwa kati ya wachezaji na benchi la ufundi wa timu zote mbili. Buruk alidondoka chini huku akishika uso wake, hali iliyoibua hisia kali kwa upande wa Galatasaray na kusababisha vurugu zilizopelekea wachezaji watatu kuonyeshwa kadi nyekundu. Wachezaji waliopewa kadi nyekundu kutokana na tukio hilo ni Melt wa Fenerbahce pamoja na Kerem Demirbay na Baris Yilmaz wa Galata saray. Licha ya kwamba Mourinho hakupata adhabu uwanjani, huenda akakumbana na adhabu kali kutokana na picha za video zinazoonyesha alivyohusika moja kwa moja katika kuchochea vurugu hizo. Yes, na hizo ni taarifa za michezo zilizojiri kwa wiki nzima. Nimekupitisha viwanjani Novatus Victor Mulishiwa. Hii ni T -Sports. Watazamaji wa T-Sport, hayo ndio ambayo wamejiri katika juma zima hili ambalo uh, umeona mengi sana, amejitokeza huku na kule, heka heka za hapa na pale. Kuna wengine wamewekwa ndani wakatolewa vitu uh, kama hivyo, wengine wanajiandaa wa na michuano ya kimataifa, hasa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hivi sasa wana heka heka kweli kweli, tangu wiki iliyopita wamekuwa na hekaeka, wanakimbizana mitaani kuhamasishana ili mambo yaweze kuwa mazuri kabisa katika siku ya Jumatano ijayo, uh, kwa maana ya kesho kutu hapa anazungumzia katika mchezo wa robo fainali ya pili ama mkondo wa pili wa robo fainali ya shirikisho barani Afrika dhidi ya Waarabu kutoka pale Misri El Masri. El Masri wenyewe tayari washatua nchini Tanzania, lakini pengine wanaweza akawa wanashangazwa na mashushushu wao kuona hali ya hewa ndani ya Tanzania imebadilika, kwa maana y wenyeji wao wamekuwa na heka heka, wanaanikiza kabla ya mechi hii. Inashtua kidogo matao kijazi. Ah, inashtua kwa maana nyingi eh, lakini nitataja maana mbili Ehem. Maana ya kwanza inashtua kwa sababu kwanza wamewahi kufika, unajua wamekuja mapema sana eh, tangu e, juzi kama sikosea, wameshaingia Tanzania Almasiri. Hiyo ni maana ya kwanza kufika kwa wakati e. Lakini maana ya pili ni kukuta hali ya hewa Dar es Salaam haina joto e. Unajua kule kwa kuna bari, kuna baridi sana, yaani mataifa yote ya kaskazini mwa Afrika na baridi sana. Sasa wale wame, wamezoea kwao kuna baridi. Kwao wameambiwa kwamba Dar es Salaam kuna joto, lakini wameshangaa, wamefika Dar es Salaam wakakuta baridi hamna joto kwa hizi siku chache za karibuni, hapa hakuna baridi kwa hiyo hakuna joto. Kwa hiyo, mkuta baridi ambayo ni sana walikotoka. At least, kidogo nezika, ikawapa nguvu, lakini yote kwa yote joto la mchezo ni, ni, ni gumu. Joto la mchezo ni gumu kwa sababu kwenye mechi za karibuni hapa Simba amepata matokeo mazuri kwenye eh, dimba la Benjamin Mkapa. Kama Simba amepata matokeo mazuri kwenye dimba la Benjamin Mkapa, uh, tunaamini na kwenye mechi hii Simba kupata goli tatu mpaka nne ni jambo, jambo la kawaida sana mm. Kwa siku za hivi karibuni Simba ameshapata matokeo mpaka goli tatu mpaka goli nne. Sasa kwa hii ambayo Simba anahitaji magoli matatu, naamini wataingia mchezoni wakiwa na, na, na, na, na, na hamasa kubwa na kama unajua Ahmed Ali ana hamasa kubwa sana, afisa habari huyu kabisa, amefanikiwa kwa, mpaka, mpaka sasa naona amefanikiwa kwa asilimia tisini kama na tano, yes, yeah. Amefanikiwa kwa kuelekea mchezo yes, kwa hiyo tunaamini na ile hamasa ambayo ameshaianza ya kuelekea mchezo ambao wanahitaji zaidi magoli matatu, naamini nitakuwa ni mchezo mgumu sana na ni mchezo mzuri kwao kwa sababu ana mahitaji yao ni makubwa zaidi kabisa. Novatus Victor, mnyama Simba anaingia uwanjani katika siku ya kesho kutwa, anaingia akiwa anahitaji magoli matatu tena kwa bila. yeah. Na anaingia akiwa anahitaji hayo magoli matatu kwa bila, lakini pia anahitaji pia kuzuia, yaani ana kazi kubwa mbili, azuie halafu mm. pia ashinde, ashinde. Magoli matatu ni kazi ngumu kweli kweli, na nikijaribu kukumbuka mara ya mwisho ilikuwa ni lini Simba kushinda magoli matatu kwa sifuri dhidi ya timu kutokea Uarabuni, nakumbuka mara ya mwisho ilikuwa ni JS Saoura kipindi hicho, lakini yakina Okwi wakina Chama e, ndo anaanza anza nadhani ilikuwa ni ilikuwa elfu mbili na kumi na nane kumi na tisa hii sasa. Baada ya hapo amekuja ameshinda mbili kwa Constantine, ameshinda mbili kwa Wydad uhitaji wa magoli matatu ni, ni mlima mrefu sana ambao Simba wapo nao, lakini ukijaribu kuangalia ni kazi ambayo inawezekana, kwa sababu uh, Simba wakiwa na uhitaji wa kitu huwa wakiingia uwanjani wanaonyesha kweli kukihitaji. Mm. Tizama namna ambavyo Simba walicheza mechi dhidi ya Al Ahli Tripoli eh, iliyomalizika kwa goli tatu kwa moja walikuwa wana uhitaji na ushindi. Mechi inaanza dakika za mwanzoni wanaruhusu goli uh, mashabiki wa Simba wamesema wana matumaini ya kupindua meza kwenye mchezo marudiano. Mchezo marudiano utapigwa Jumaatano ijayo katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Mashabiki hao ambao waliambatana na timu huko Misri wamesema kwa jinsi wapinzani wao walivyocheza siku ya Jumaatano, wanaamini wakija kwa Mkapa hawato furukuti. Simba inahitaji kila mchezaji awe kwenye ubora wake, yani, kusikwe kusiwe na sababu ya kwamba uh, mchezaji akaja kusema sikuwa na siku nzuri kazini yeah. Kauli kama hizo hazitakiwi kuwepo baada ya mchezo mwapika, mm, bwana leo nimeamka vibaya ya, kila mchezaji mweke, nabidi, kila mchezaji inabidi awe katika ubora wake e, kwa sababu maana ya kuwa timu ni kwamba ushirikiano uwe mkubwa kwa wachezaji wote ambao wanaingia uwanjani na ubora uweze kuonekana. Kwa hiyo kama anakosekana mchezaji mmoja ambaye atakuwa chini ya kiwango maana yake atakuwa anawapa mzigo mkubwa wachezaji wenzie kwa ajili ya kuweza kumsaidia. Kwa hiyo naona ni moja kati ya mechi ngumu ambayo Simba wanaenda kuicheza lakini kwa malengo ambayo wamejiwekea na hamasa ambazo zinaendelea nje ya uwanja nadhani uh, wana nafasi kubwa ya kuweza kufanya vizuri, na nafasi hiyo wanayo kutokana na uimara wa wachezaji wao, lakini pia confidence ambayo wachezaji wao wapo nayo. Yafet Simba Almasri nimeangalia katika mchezo wa vita nafikiri hata hivi. Jijini Dar es Salaam, mashabiki hao ambao waliambatana na timu huko Misri wamesema kwa jinsi wapinzani wao Misri, Misri. Kwa maana kwamba wanacheza mashambulizi ya kuvizia ndio kwamba wanakusahaulisha wewe, we unajiona kama unamiliki sana mpira, unakwenda mpaka katika eneo lao unajisahau, mwisho una una uh, wa siku wao wana block, wanakuja wanapiga pasi ndefu ama mpira mirefu, wanakwenda wanakuja na kufunga, kama ilivyotokea katika mchezo uliopita. Tumeona goli la pili hasa, tumeliona ni la counter attack kabisa. Wanakuja katika ardhi ya Tanzania. Unaona vipi na staili yao hiyo ya kucheza wanaweza kumsumbua mnyama Simba ama mnyama Simba afanye nini sasa ili ku kuondokana na hilo? Mimi nadhani hakuna kitakachobadilika jinsi walivyocheza Misri, ndivyo watakavyocheza Tanzania mm, kwa sababu ukiangalia katika ule mchezo Almasry walimheshimu sana Simba ndio uh, mfumo ambao alikuwa anacheza mwalimu wao, ni wa kuamini kwamba Simba ni timu kubwa kuliko wao na hicho ndicho kilichokuwepo kwenye michezo ya, ya playoff. Uh, kilichoumiza sana Simba kwenye mchezo ule ni kutokuwa na nidhamu na mchezo. Kuna wakati mpinzani anatakiwa umwachie mpira Ndio. lakini ufanye mat matukio ya muhimu, lakini Simba walifanya matukio ambayo yalikuwa ni ya muhimu, lakini sio ya muhimu katika matokeo. Uh, ukiangalia nafasi ambazo wamezikosa wakati wa kwenda kushambulia, lakini pia vile vile ukiangalia wakati tunakwenda kushambulia ni jinsi gani ambapo nyuma kwetu tunaacha, kwa sababu wakati umeweza kuinamisha uwanja unashambulia mfululizo, ni lazima ufikirie pia mpinzani anapopata mpira atakujaje kwenye upande wangu. Na hicho ndicho kimetokea. Wakati goli la pili linafungwa, Simba walijaribu wali, wali kupeleka mashambulizi sana lakini baadaye wale walipofanya mabadiliko mm. kadha wa kadha yalifanya wale walioingia maagizo kufanya maelekezo, baada ya mechi kuchukua vile wanasema small details, kuzichukua kuja kuzifanyia mpango kazi kuelekea kwenye mechi inayofuata mm. Nategemea atakuwa na mpango mzuri kwa washambuliaji wake, kwa sababu ukiangalia uh, goalkeeper wa nani wa Almasry ndio amekuwa man of the match mm. alifanya saving, tano yeye pale kwenye boksi yake, ndio unaona ni jinsi gani ambapo Simba walikuwa hawana utulivu kama wakina Lionel Ateba eh, Steve Ndese Mukwala wakaingia na utulivu uwanjani. Tunategemea mpaka kufikia half time, matokeo yanaweza akawa yanasomeka ile mechi ikawa imebalansi Vingi yes. utakuta wanajilaza wanalala mpaka kabisa, naelewa jinsi ambavyo wanajua kucheza mechi na na, na mimi naamini kwenye kwenye kulekea mchezo huu Almasri approach yao itabadilika, yani hawatocheza kama ambavyo walicheza katika uwanja wa nyumbani mm, kwa sababu tayari wapo kwenye uongozi wa magoli mawili mm. kwa hiyo uwezi uka, uka unaongoza goli mbili alafu ukaingia kwenda kuwashambulia kitakuwa ni kitu ambacho hata mashabiki zako hawatokuelewa mm. nategemea kuona uh, kwenye kikosi cha Almasri namba nyingi ya wachezaji ambao wataanza watakuwa na ile mentality ya kuzuia kuliko kushambulia, lakini hiyo inaweza ikawasaulisha uh, Simba wakawa wanashambulia zaidi. Sasa leo ni Karume Day, uh, tarehe saba mwezi wa nne, uh, miaka takribani hamsini na tatu imepita tangu uh, hayati Abeid Amani Karume afariki dunia. Sasa tunakwenda kupata makala fupi kuhusiana na mzee wetu huyu Karume katika hasa katika maeneo ya michezo, kuna mengi amefanya kwenye michezo tano ni siku ambayo tunakumbuka kifo cha rais wa zamani wa Zanzibar hayati Abeid Aman Karume. Hii video unayoiona hapo ni moja ya heka heka za hayati Karume enzi za uhai wake, kwani alikuwa ni mpenda michezo hasa soka na bao. Huu ulikuwa mchezo wa soka kati ya mawaziri wa Tanzania bara na wale wa visiwani, ambapo kipindi cha kwanza mechi ilichezeshwa na Hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na kipindi cha pili akamkabidhi kipenga Hayati Karume. Sheikh Abed Aman Karume, rais wa kwanza wa mapinduzi Zanzibar, alikuwa mhamasishaji mkubwa wa kuanzishwa kwa klabu ya soka ambayo sasa ndiyo hii inayoitwa Young Africans Sports Club yani Yanga. Baada ya kufanya kazi ya ubaharia iliyomwezesha kuzunguka karibu dunia nzima kwa miaka kadhaa akiwa kijana mdogo sana, Karume alipata uzoefu wa yaliyotokea kwenye nchi mbalimbali ambazo alizunguka duniani na kugundua kwamba serikali za kikoloni zilipiga vita uanzishwaji wa vyama vya siasa vya wananchi wazawa, lakini zilikuwa hazipingi vyama vya kijamii kama klabu za michezo. Baada ya kuufahamu ukweli huo akiwa nyumbani kwao Zanzibar, Karume alijiunga na wenzake na kuunda klabu ya soka iliyojulikana kwa jina la African Sports Club, mwenyewe akiwa mchezaji mahiri humo ndani. Lakini humo humo kwenye mikutano ya kisoka ndimo yeye na wazanzibari wenzake walikuwa wakijadili jinsi ya kujinasua kutoka kwenye utawala sultane, wa kisultani uliokuwa ukilindwa na Waingereza. Ni hayati Karume huyu huyu ndiye aliyehamasisha kuanzishwa kwa matawi ya hiyo African Sports ya Zanzibar na akafanikiwa kuanzisha kwa tawi la timu hiyo jijini Dar es Salaam ambalo kwa sasa ndiyo hii klabu ya wananchi Dar es Salaam Young Africans, na kule Tanga alifanikisha kuanzishwa kwa tawi jingine ambalo ni African Sports ya Tanga. Baada ya kuanzishwa timu hizo tatu, Yanga ya sasa, African Sports ya Zanzibar na African Sports ya Tanga, zilitengeneza undugu wa damu kabisa. Zote tatu zilikuwa ni chimbuko la hayati Karume. Sasa unafahamu kuhusu jina la Simba Sports Club. Aliasisi nani? Hiyo ilikuwa ni mwaka 1971. Karume aliweka jiwe la msingi la ujenzi wa jengo la klabu hiyo mitaa ya Msimbazi. Karume alitoa mchango wake wa fedha wa kufanikisha ujenzi wa jengo hilo. Hapo hapo alitoa rai kuwa klabu hiyo kuachana na jina la Sunderland Sports Club lililokuwa likitumiwa na klabu hiyo hadi mwaka huo. Hakuishia kuelekeza tu kwamba jina hilo lilikuwa haliakisi utamaduni wetu na lilikuwa lina mwendelezo wa mabaki ya ukoloni bali pia alipendekeza jina linalotumika sasa na klabu hiyo. Nami nakumbuka wazi wazi nilivyomsikia akisema kupitia redio Tanzania Dar es Salaam. Alisema kwamba achaneni na jina hilo la kikoloni la Sunderland, kwani tuko Uingereza hapa? Mnaweza mkajiita Simba Mwekundu sports Club, jina linaloeleweka na linaendana na utamaduni wetu. Alipendekeza jina la Simba Mwekundu kutokana na rangi kuu ya klabu hiyo. Wazo hilo likachukuliwa moja kwa moja. Kweli Simba ilikuwa ikiitwa Simba Mwekundu, lakini baadaye ndipo ilipoandikishwa kama Simba Sports Klabu. Sasa nataka nikujuze pia kuhusu ujenzi wa jengo la Yanga na Simba, na tukianza na wananchi Yanga, hayati Karume ndiye alitoa kiasi kikubwa cha pesa kwa ajili ya ujenzi wa jengo la makao makuu ya Yanga makutano ya mitaa ya Tiga na Jangwani, Kariakoo, Dar es Salaam pia alishirikiana na wanasimba kupata jengo lao kwenye mtaa wa Msimbazi, pia Kariakoo jijini Dar es Salaam kwa kuchangia kiasi cha pesa. Kimsingi, Karume alishiriki kujenga majengo yote mawili ya klabu za simba na Yanga. Nataka nikwambie kuhusu pia uwanja wa Karume. Hayati Karume ndiye aliyefanya uwanja wa Karume jijini Dar es Salaam kunako makao makuu ya TFF kuitwa hivyo kufuatia siku moja kuruhusu mashabiki waingie bure kwenye uwanja huo ambao uko ndani ya makao makuu ya shirikisho la soka nchini TFF. Karume alikuta mashabiki wanazagaa nje ya uzio wa uwanja huo, ndipo akaamuru waingie tena, waingie bure, na wao wakamshangilia kwa kuimba jina lake la Karume, na huo ndio ukawa mwanzo wa uwanja huo kuitwa Karume, na eneo lote lile kupewa jina la Karume. Jambo lingine ambalo Wazanzibari hawatolisahau hadi leo ni kitendo chake cha kufutilia mbali mchezo wa masumbwi visiwani humo, ambapo hata hivyo, katika miaka ya karibuni Wazanzibari hao wakaamua kuufufua tena mchezo huo wa masumbwi. Nenda mwamba, nenda Abeid Amani Karume. Wanamichezo, bado tuna kukumbuka. Msimulizi wako ni mimi Novatus Victor Murishiwa. Mtazamaji, uh, ilikuwa ni makala fupi tu tam, na tamu kuhusiana na mzee wetu wa Abedi Amani Karume hayati. Sasa uh, Mungu amlaze mahali pema peponi, amina. Leo Yanga anacheza na timu ya soka Coastal Union ya Tanga, lakini Coastal mambo yamekuwa hovyo kwelikweli, yaani rabwalabwa. Uh, kocha anasemekana kwamba Juma Mwambusi ameikimbia timu mara baada ya vurugu mechi kutokea ndani ya elewani na wachezaji. Kitendo hiki kinaweza kaifanya Yanga mechi kuwa nyepesi sana kwake ama yeah. Kwa asilimia kubwa kinafanya hivyo kwa sababu Yanga pia wanapenda timu za namna hii mm. yaani timu ambazo zinapitia kipindi kigumu, wao ndio wana, wanapenda kucheza nazo kwa sababu uh, inakuwa inawapa urahisi kwao katika kufanya maamuzi uwanjani katika kuchezea, na mechi kama hizi pia wamekuwa wanazitumia kama mazoezi kwao. Sawa bwana. mm. Kimataifa pia tuangalie yale ambayo wamejiri, mengi yamejitokeza. Jose Mourinho mambo mm. yanaendelea kumkuta mabaya uh, sasa amekuwa ni mtu wa vurugu ndo tuseme zama zake za uzuri katika ukocha wake zimekwisha? Hapana, Mourinho tangu tunaanza kumfahamu mm, ni mkorofi e, amekuwa na misimamo, yani akishikilia msimamo wake kwamba moja ni moja basi huwezi kumgeuza tena mm. E, kilichokuwepo ni kwamba amefikia sehemu ameanza kutoka sasa kwenye ile mistari ya, ya, ya kanuni za, za mpira wa miguu mm. Sasa ukifikia huko na I, i, i- taratibu za kusimamia mpira zilishatengenezwa, kwa hiyo ukishapitiliza ukaenda sehemu nyingine, watu wanakupiga bani. Asante sana Jafet Simba. Uh, lakini pia tulikuwa tunashuhudia Manchester Derby jana wametoka slu ya bila kufungana kwa maana kwamba Manchester City pamoja na Manchester United, yeah, man, hawakufungana hakuna mbabe. Muda wetu umetuishia mtazamaji, nadhani mambo yalikuwa mazuri na matamu, lakini mwisho wa siku muda nao unatuvutavuta eh, jezi mimi ni Aaron Mpanduka, shukrani sana kwa Mateo Kijazi, shukrani kwa Novatus Victor, shukrani pia kwa Jafet Simba. Hii ni T-Sport, hii ya kwanza katika mwaka 2025. E, Jumatatu ijayo mambo mengine mazuri yatakuja hapa tunapoacha na uh, makwarukwaru katika siku hii ya leo, jionee mwenyewe. bye-bye.